Watu wawili wanaotuhumiwa kuhusika na tukio la ujambazi lililotokea hivi karibuni katika chuo kikuu cha Sebastian Coloa Sekomu mkoani Tanga wameuawa na jeshi la polisi katika operesheni maalum inayofanywa na jeshi hilo. Tukio hilo limetokea katika msitu wa mlima Mafi uliopo wilayani Korogwe. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Betha Mwambela kutoka Tanga. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Benedict wa Kuliamba ameelezea namna askari walivyofanikiwa katika kuwakabili majambazi hao. Wakati polisi wamefika kwenye eneo lile na kuanza operation, jambazi huyo alikurupuka kutoka kwenye kichaka mahali walikuwa wamejificha akiwa na hand grenade mkononi. Hand grenade ni, ni silaha ya kujihami au silaha ya ya ya kushambulia, ambayo naomba niionyeshe akiwa na hii silaha, hand grenade alipojaribu kuwarushia askari, kwa bahati nzuri askari waliweza kumwahi na akaweza kupigwa risasi ambayo ilipelekea mauti yake. Wakiwa bado katika operesheni hiyo, wamefanikiwa kukamata vitu mbalimbali vilivyokuwa vimefichwa na majambazi hao katika msitu huo ambavyo ni bomu la kurusha kwa mkono maarufu kwa jina la guruneti, milipuko ya mabomu kumi na moja mabomu kumi na moja risasi za shotgani sitini vifaa vya mawasiliano zikiwemo redio na simu mapanga, visu, sola moja, tochi, pamoja na vocha za simu na simu nne za mkononi ambazo kwa jumla zikiwa na thamani ya shilingi milioni kumi na nne. Aidha, kamanda wa kuliamba ametoa wito kwa wakazi wote wa mkoa wa Tanga kusalimisha silaha zote wanazozimiliki kinyume na utaratibu, kutoa wito kwa wananchi wote wanaomiliki silaha isivyo halali, wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wazisalimishe wakisalimisha kwa amani, sina ugomvi nao, lakini wakitaka tuzifuate mahali wo, zilipo walipozificha nitakuwa na ugomvi nao. Nikiripoti kutoka Tanga, naitwa anaitwa Besa Mwambela wa TBC.